Uh, kwa sasa kazi zilizopo ni kwa ajili ya wamemaliza mobilization lakini wameanza kufanya wamemaliza blinding kwa, kwa majengo mengine lakini foundation ndo inaendelea kwa, kwa substructure. Uh, japo kasi mwanzoni haijawa ya kuridhisha sana ila uh, tumejitahidi kuwasimamia ili waweze kuendana na kasi ya ujenzi na tunatumaini kwamba kwa strategies ambazo wametuahidi wataweza ku, kuendana na spidi na kuweza kumaliza haya majengo kwa wakati. Tuna matarajio makubwa sana ya ufanisi wa huu mradi kwa sababu tuna mpango kama mpango wa chuo ulivyo, uh, CSP ya, ya mwaka inayoishia mwaka ishirini na sita ni kuongeza udahili uh, lakini vilevile vile tuweze ku, meboresha mitaala yetu ili uweze kuzalisha uh, wahitimu ambao wako tayari kwa ajili ya soko la ajira, lakini pia waweze kujiajiri. Kwa hiyo sasa hatuwezi kufanya yote kama miondo miundombinu yetu haipo uh, kwenye viwango ambavyo vinahitajika. Kwenye, kwenye huu ujenzi tumeendelea, na kama tumesisitiza upande wa maabara na upande wa workshops, lakini pia kwa mradi kwa ujumla tutajikita pia kuweza u ku, uwezesha vifaa vipatikane. eh, mradi wetu huko kwenye hatua ya, hatua ya msingi ambapo ya upande wa hosteli tunamwaga footing na upande wa, ya, wa akade, wa academy, academic building tunaita academic building huko, hatua katika uchimbaji na umwagaji wa blinding. Matarajio yetu ni kwamba mradi huu utaisha kwa wakati kutokana na mipango na mikakati ambayo imewekwa kati ya mkandarasi na mshauri mwelekezi pamoja na client. E, tunashukuru mpaka sasa hizi tumeshapata advance payment ambayo inatuwezesha kukimbia kidogo eh, mpaka tulipofikia sasa hizi. E, changamoto zipo lakini tunajaribu kupambana nazo ili tuweze kumaliza kwa wakati kama mkataba wetu unavyosema. Mkataba wetu ni wa miezi 18 ambao unatarajiwa kukamilika tarehe 29 Mei mwaka 2026. E, mpaka sasa mkandarasi yupo kwenye level ya foundation, yani msingi ambapo anakwenda vizuri mpaka sasa na tunatarajia kumaliza mradi kwa wakati kwa sababu katika utekelezaji wa mradi huu e, kumekuwa na changamoto ndogo ambazo ni za kawaida na ziko ndani ya uwezo wa mkandarasi kuzi, kuzikabiri e, na tunaamini kutokana na uwezo wa mkandarasi atamaliza mradi kwa wakati. Mradi huu unatekelezwa kwa kuzingatia masuala mbalimbali yakiwemo ya kijamii e, kwani wanaopata fursa ya ajira ni wakazi wa maeneo ya karibu ikiwemo eneo ya Mafiga na kuzunguka mradi, na ni mradi ambao unatoa fursa kubwa kwa jamii. Tunashukuru kwa mradi huu wa HEET ambao unaendelea SUA, kwa sababu kwa mradi huu utapelekea uwepo wa madarasa ya kutosha uwepo wa sehemu za kulala kwa wanafunzi hasa wa mwaka wa kwanza za kutosha, lakini pia laboratories kwa elimu ya vitendo zitakuwepo za kutosha. Kulikuwa na uhaba wa sehemu za kusomea ama venue, kwa sababu ilikuwa inapelekea watu wengine kuahirishiwa vipindi na kusoma muda ambao sio elekezi kutokana na ratiba zao za masomo kuwepo kwa hizi kwa mwongezeko wa academic buildings itapelekea uwepo wa ongezeko la sehemu za kusomea, lakini pia uwepo wa hostels au mradi wa hiti kuleta ujenzi wa hostels katika chuo chetu itapelekea ongezeko la sehemu za kulala hasa kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza.